Jina langu naitwa Emmanuel uh, Mwamlinge, katibu wa siasa wenezi na mafunzo wa wilaya hii Kyela. Nimewaiteni asubuhi ya, ya leo ya tarehe kumi na mbili. Uh, pamoja na mambo mengine, ninataka kuwajulisha tu kwamba tunakwenda tunakwenda kutembelea miradi kwa maana ya ziara ya ukaguzi wa miradi katika utekelezaji wa ilani ambayo tuliahidi kwa wananchi uh, 2 2020 2025 mi ilani hii uh, inakaguliwa kila kila baada ya miezi sita. Kwa hiyo hii kazi tunayofanya sasa tunakamilisha, ambayo kazi tumechelewa kidogo ya mwezi wa 12, na baada ya kukagua miradi leo tarehe 12, kesho 13, baadaye kitafuatiwa na kikao cha halmashauri kuu ya CCM ya wilaya. Ndugu zangu, uh, leo tunapitia miradi michache tu, tunapita kwenye mradi wa kukagua kikundi cha wanawake a, zile asilimia kumi ambacho kipo katika kata ya Mikoroshini. Mradi wa pili utakuwa ujenzi wa nyumba ya mkurugenzi ambapo upo Bondeni. Mradi wa tatu utakuwa ujenzi wa jengo la halmashauri ambapo pia iko kata ya Bondeni, lakini ujenzi wa kituo cha afya Ngonga na maendeleo yake kipo katika kata ya Ngonga na kukagua ujenzi wa karabati Aa, ambalo linajengwa na Tarura katika kata ya Ngonga, lakini tutakwenda kuangalia mradi wetu wa maji wa Mwega aa, sehemu ambayo imeishia kutandika mabomba, mradi ambao unalisha vijiji ishirini na tano katika kati ya vijiji tisini na tatu. Kwa hiyo baada ya hapo tutarudi kukagua na kutembelea mradi wa michikichi na kakao mradi wa michikichi na kakao ambao, a, kitalo kipo hapa halmashauri na baadaye tutakuwa tumemaliza ngwe ya leo, na kesho tutaanza na mradi uliopo katika kata ya taratara za ambayo ni zahanati ya Kiangala, lakini mradi wa pili utakuwa ni Muungano shule ya sekondari ambayo inajengwa kwa jumla ya shilingi milioni mia tano na baadaye tutatembelea kikundi cha mtu mmoja mwenye ulemavu a, pale Ipinda, lakini pia tutakwenda kuangalia ujenzi wa kituo cha afya Makwale, na mwisho tutakagua mradi wa barabara ya kisiosio ndobo weyenye urefu wa kilomita kumi na sita. Ndugu nduguwashabar, nitaka kuhabarisha hilo. Hiyo ndio ziara yetu ya siku mbili. Naomba nitumie fursa hii Uh, kuwajulisha na kuwabalisha umma wa Wanakyela kwamba tarehe 18 mwezi huu wa tatu 2025, uh, wilaya yetu imebahatika itatembelewa na ugeni mkubwa sana wa kitaifa kichama, uh, na tutakuwa na makamu mwenyekiti Tanzania Bara, mzee wetu ndugu yetu Stephen Masatu Wasira. Atapokelewa njia ya panda ya Ibanda na kuja moja kwa moja kwenye ukumbi wa sisita Uh, muda kwa sababu bado tunaendelea na mawasiliano, muda kamili tutawajulisheni. Viongozi baadhi ya viongozi ambao wanatakiwa kuhudhuria kwenye ukumbi huo ni wajumbe wote wa halmashauri kuu ya CCM ya wilaya kutoka kata 37 za kichama, wajumbe wote wa mkutano mkuu wa taifa, wajumbe wote wa halmashauri kuu ya CCM ya mkoa wanaotoka wilaya ya Kyela wajumbe wote wa mikutano mikuu ya kata iliyoboreshwa kwa kwa kwa rasimu ya sasa, e, kata 14, za mamlaka nikisema wajumbe wote wa mikutano mikuu ya kata, ninamaanisha madiwani wako ndani humo. E, no, madiwani wako ndani humo, mabalozi wako ndani humo, siyo? Wenye viti wa vitongoji wako ndani humo wenye viti uh, wa matawi makatibu tawi uenezi wa matawi wako ndani humu, lakini bila kusahau kamati zetu za utekelezaji za wilaya za jumuiya zetu zote tatu: UWT, vijana uh, na wazazi. Ndugu zangu waandishi wa habari uh, hii ndo uh, taarifa fupi ambayo nilitaka kuzungumza na nyie asubuhi hii ya leo.